Ebana, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo mzuri, mchezo ambao watu wengi wameweza kushuhudia, mchezo wenye ushindani ndani yake, ni mchezo kati ya wejeji wa kijita The Purple Nation, hawa ni Mbeya City wakiweza kuwakaribisha timu ya machampions wa ligi kuu msimu uliomalizika 24 25 lakini pia machampion wa ligi kuu kwa maana michuano ya ngao ya jamii ama ngao ya hisani hawa ni Yanga Sports Club. E bana, wameshindwa e, kuonyeshana ubabe kwa sababu mpaka dakika tisini zinatamatika hakuna e, aliyeweza kuonyesha ubabe e, mbele ya mwenzake, ama hakuna aliyekubali kuonekana mnyonge katika mchezo huo ambao umechezea katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, ambapo dakika 45 za kipindi cha kwanza e, tunasema kwamba ni mwendo wa nyaunyau, kwa sababu e, Mbeya City walichokisema kwamba wanajua kwamba Young Africans wana mastreka ambao ni hatari zaidi, lakini wao watatumia mastreka wengi, lakini pia na mabeki ambao watahakikisha hakuna e, striker yoyote wa Young Africans e, anarudi ama anapita katika safu hiyo nakuweza hata kuwafunga, lakini dakika 90 zimetamatika katika dimba la Sokoine kule jijini Mbeya. Uh, tunasema ni mwendo wa nyau nyau. Mashabiki wa Young Africans hawaamini kilichotokea leo. Mbeya City wamewakazia msimu wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mbeya City katika uwanja wa nyumbani wanacheza na timu kubwa Yanga Sports Club, wenye ambayo imefanya usajili mkubwa eh, tunasema hapa nyumbani Tanzania, lakini pia waligonga vichwa vya habari eh, barani Afrika kwa aina ya wachezaji ambao waliweza kuwasajili katika msimu wa 2025 26, lakini kwa Mbeya City ambao msimu uliopita walikuwa hea ligi daraja la kwanza kwa maana NBC Championship, lakini msimu huu wamepata nafasi ya kucheza ligi kuu eh, soka Tanzania bara, lakini leo katika uwanja wa nyumbani Sokoine kule jijini Mbeya wamehakikisha kwamba alama tatu muhimu haziondoki, eh, bora wagawane eh, alama moja moja, hivyo mechi imetamatika katika dimba la Sokoine kule Mbeya kwa Young Africans kuweza eh, kumaliza bila hata ya kuweza kupata goli moja mbele ya Mbeya City, na hata baada ya dakika 6 za nyongeza ambazo zimeongezwa katika mchezo huo eh, hakuna mbinu eh, zilizoweza kufua dafu eh, kwa upande wa Young Africans wala pia sio kwa upande eh, wa Mbeya City, na hii ni mechi ya pili ambayo ilikuwa inachezeka katika dimba la Sokoine jijini Mbeya. Mechi ya kwanza ambayo ilikuwa inachezeka ama michezo miwili ligi kuu ya Tanzania bara ilikuwa ikichezeka leo katika viwanja mbalimbali uh, kwa maana mbali, viwanja viwili mmoja wapo umeweza kutamatika, hivyo kuweza kuweza kupewa alama moja moja. Kwa hivyo ni full time katika dimba la uh, Sokoine kule jijini Mbeya, ni mwendo wa nyaonyao, lakini pia mashabiki ya moyo na kusema kwamba kocha tunaye na tunatambana, lakini ke, uh, wengine wazee wamepigwa mwendo kutoka kule Kigoma, hawa kile ambacho uh, kocha anakuwa ni mna gani, kocha ana mpira wa mwaka wa mbele. Ni baadhi ya maneno ama komenti katika posti hiyo, ambayo baada ya mechi kutamatika, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, full time katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, ni sifuri ambao ni wenyeji Mbeya City, lakini pia sifuri kwa wageni katika mchezo huo ambao ni Young Africans. Hakuna aliweza kuona lango la mwenzake, na tunasema ni mwendo wa nyaunyao, yani kwamba nao Mbeya City ameweza kusema kwamba hakuna unyonge, hatutaki unyonge. Lakini watu wamekuwa wamecomment nyingi katika post hiyo, Young Africans, lakini wanasema leo ndio kwanza imeanza. Nyie wazembe, kama mmechoka, mmchoka kocha mfukuzeni. Uzuri Gamondi mmemkodisha huyo hapo, lakini E, mwingine akasema kwamba posti ni nyingi, ama komenti ni nyingi katika posti hiyo ambayo Yanga Africans wameweza e, kuiposti. Mwingine akasema kwamba kimewaramba, lakini mwingine akasema Yanga e, ikajitokeza hapo hapo ikaichingia e, mel lakini pia uma umefurahi yanga ya Yanga, nirudisheni ada yangu Aa eh, aani wazo wa kubet lakini, huyu eh, siku ya maandamano hawafiki eh, kocha atuna. Wengine ndio hivyo wamesema mashabiki wa Young Africans wakisema kwamba kocha atuna, eh, wengine wakidai kwamba uwanja ni mbovu, lakini hizi ni baadhi ya comment katika eh, posti ambayo imemalizika, ama mechi imemalizika Young Africans wakiweza kutoka sare ya kutokufungana kwa maana sifuri kwa sifuri dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa Sokoine kule jijini Mbeya. Yape maoni yako, baada ya mechi umeitazama ukiwa wapi? Lakini pia performance ya wa wachezaji umeitazama vipi? Tuarekee maoni yako chini ya video hii. Ni Niyako TV, tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Niyako TV miritwa official mutre msemaji